Karibuni darasani. Hii nywele bwana, nimetengeneza kwa kutumia product za natural hair. Nimetumia hii nayoshika hapa, nimetumia ni curly cream kutoka Soft and Free. Ninachokifanya tu, ninachukua ile product alafu, ninaipaka kwenye nywele ya mteja wangu, kisha ninasokota kwa kutumia kidole, ndo nimepata hizi curls ambazo unaziona hapa. Sasa, nimetengeneza curls nzuri sana sana sana, haitumii nguvu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 cha kwanza hakikisha, nywele ya mteja haina dawa, ndio utakwenda kupata kazi kama hichi. Cha pili, hakikisha unakata mistari ambayo itakuwa imenyooka vizuri, na ukikata mistari, huna haja ya kutumia jeli yoyote upande wa chini. Kata vile vile tu ambavyo huwa tunakata kawaida, usitumie jeli, usitumie chochote. Kata mstari kama huu ambao unaoona, alafu product ambayo nimetumia, nimekwambia nimeenda kutumia a, Kali cream ya Soft and Free. Nywele za mteja wangu hizi nitakata kibutu, alafu nitafunga na uzi upande wa chini, ili kuikaza nywele yake vizuri. Aidha, itasaidia pia mawimbi yangu yakae muda mrefu vizuri. Kwa hiyo nitafunga hivi vibutu vyote. Kwa hiyo unaweza ukafunga kwa kila line au ukafunga kichwa kizima ukaja ku twist, lakini kwa urahisi, funga kila line, twist, funga kila line, tengeneza zile curls za kutunelewana, kwa hicho kitakusaidia zaidi. Sasa sawa kwa wewe ambao una nywele natural, unahitaji kutengeneza hairstyle kama hii, inawezekana. Staili hii haifai kwa mteja ambaye nywele yake haina dawa. Kwa chukua product kidogo mkononi kama hivi hivi ambavyo unaona, alafu nenda kaipake kwenye nywele ya mteja wako kama hivi ambavyo unaona, alafu baada ya hapo sasa, nenda kasokote kwa kutumia kidole. Sokote na kidole fika mwishoni, kama haijashika vizuri utarudia. Tena. Vile vile ambavyo tumefanya sawa sawa eh? Sawa sawa. Kwa hiyo, utasokota, utarudia. Utasokota, utarudia. Unaweza kurudia tena mara mbili paka mara tatu. Kazi zako zitakuwa zimetokea kabisa. Angalizo, angalizo, angalizo. Nywele ya mteja wangu hii ukiangalia by nature tu ni kama na usinga singa fulani, kwa hiyo ni rahisi kupata hairstyle kama hii. Kwa hiyo, nawajua wateja, msije mkaenda mkawaambia wanafunzi wangu mimi na nywele ambazo ni nzito ni zile ambazo ni ni ngumu vizuri, ukasema utengeneze curly kama hizi, haziwezi zikatokea kama hivi ambavyo nimefanya kwa mteja huyu, kwa sababu tu mteja wangu nywele yake ni haina dawa kweli, lakini ana asili ya usingasinga, ndio maana tumepata matokeo kama haya. Kwa wale ambao nywele zetu ni zile za ngumu kabisa, kwa ili kupata mwonekano kama huu tutatumia staili nyingine nyingi ya tofa, za tofauti ambazo tayari nyingine nilikwisha kufundisha kwenye kutengeneza natural hair twist, lakini zingine pia nitazidi kukufundisheni. Kwa hiyo kwa, kwa wewe ambaye utapata mteja ambaye ana nywele ambazo ni singa lakini hajiweka dawa unaweza kupata hairstyle kama hii. Tunaelewana eh? sasa eh? Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu ambacho wewe kama mwanafunzi unapaswa kujua, lakini pia wewe kama mteja unapaswa kufahamu hivyo ili kuondoa ile sintofahamu. Sawa? Kwa hiyo nitaendelea ku twist nywele yangu kama hivi ambavyo unaona alafu nitaendelea kuonyesha style za tofauti tofauti. Sasa baada ya kutengeneza nywele zangu upande wa nyuma, una uwezo wa kutengeneza hivi kichwa kizima, sawa? Lakini una uwezo wa ku aidha kusuka upande wa pembeni kusuka mistari tu ya kawaida, njia tatu, una uwezo wa kusuka zigzaga tu kawaida. Kwa hiyo angalia na wewe ambavyo unahitaji kumtengeneza mteja wako kwa siku hiyo. Kwa hiyo nitaisuka nywele langu kama hivi, alafu nitakwenda kuonyesha ule ambao utakuwa ni muonekano wa mwisho kwa siku hii ya leo. Na kukumbusha kwa wewe ambao unahitaji kujifunza mambo yote ya saluni, chuo chetu kipo Dar es Salaam, Tegeta Nyuki. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita nafasi ya kujiunga na chuo bado zipo wazi. Una swali na chochote, niandike kwenye comment. Umeshajifunza kama hivi, unahitaji kutuma ile feedback yako kwenye magrupu yetu ya WhatsApp ni bure kabisa. Lakini hakikisha tayari ulikishagusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe kwenye channel hii ya Farida Othman. Kama bado hujasubscribe, basi gusa button iliyoandikwa subscribe alafu njoo na screenshot kwenye namba ambayo unaona, na kwenye screen nitakwenda kutumia ile linki ya kujiunga na magrupu yetu sawa sawa dnilotumia ni, ni cream kutoka, unauwezo wa kujipatia ya kwako, utatengeneza nitumie, nitakwenda kurekebisha kama umekosea, umepatia sawa sawa, vyote vinawezekana. Kwa hiyo kwa wale ambao mnatokea mikoani nikusisitize, ni hosteli zipo. Kwa wale ambao mnatokea Salaam, una uwezo wa kwenda na hosteli zetu ni shilingi lakimoja kila mwezi mmoja. Kitu kingine ambacho unapaswa kufahamu ni kwamba una uwezo wa kutumia an yani kwenye kopo moja unaweza kutengeneza wateja wengi wengi wengi wengi sana. Kutengeneza natural hair curls kama hizi zinatumia muda mchache sana. Kutengeneza twist inatumia muda mchache sana. Kwa wewe ambao unahisi kusuka ni ngumu mpaka hivi kushinde, hapana. Njoo darasani, njoo ujifunze tutakufundisha vitu vingi vizuri kwa staili ya tofauti zaidi na zaidi. Kama utakuwa unahitaji zaidi, niandikie kwenye komenti tupigie simu kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Final touch mteja wangu alipendeza sana. Kwa kwa wale ambao nywele zetu zina ulaini fulani, hatujawahi kuweka dawa, tunaweza kutengeneza style hii. Kwa wale ambao nywele zetu sio laini, basi nitakuja kwa ajili yenu. Mimi ni Farida Othman, asante, naendelea kujifunza nasi.